Shangilieni Bwana! Bwana Yesu wasifiwe. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kunipa nafasi hii, na niwashukuru sana waumini wote wa TAG. Kipekee kwanza ninawashukuru sana kwa siku ya leo, Jumapili ya leo, na mimi nimepata nafasi ya kushiriki pamoja na ninyi. Sisi wote ni Wakristo. Na mimi mmoja wapo ni Mkristo. Tutajua kwamba nchi yetu sasa inaenda kwenye, kwenye zoezi jingine la kuweka viongozi na mamlaka. Haya siyo ya kwetu, mamlaka yatoka wapi? Wala siyo ya kwetu yangekuwa ya, ya kwetu hapa, ningekuwa tunasema wewe unasimama tu kesho huwe hivi. Hapana, lakini mamlaka yatoka wapi? Eh, hey. Sio mambo haya yameanza leo, angalia hata kwenye mitume kumi na kumi na wawili wa Yesu mmoja baada ya kuwa kukengeuka akaondoka wakabaki kumi na ngapi? na baadaye akaja akapatikana wa kumi na mbili anaitwa nani? Matia, ukisoma kwenye Matendo ya Mitume. Hmm? kwa wale waliobaki walianza kuomba sana, wakapiga magoti, wakaomba. Baadaye wakasema ha, sasa Matia ndio atakuwa mtume wangapi? kumi na mbili, akaongezeka. Hmm? lakini kwa kufanya nini? kona nini? tunawaomba muombee uchaguzi muombea amani tulio nayo, kama mitume wenyewe waliomba, wewe utaachaje kuomba? Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapoelekea kwenye uchaguzi, tunawaomba sana kwamba watumishi wa Mungu, waumini wote, kama tunaenda twendeni, tukapige kura. Ukirudi kutupiga kura, rudi nyumbani. Kama una shughuli zingine, nenda kafanya kazi Kafanye shughuli yako ya kukuingizia nini kipato, wala asiwepo mtu mwingine wa kukuzuia eh. Paulo akasema nalitaka kuja kwenu mara ya kwanza, naam, lakini shetani akanizuia na hata mara ya pili alizuiwa. Kwa kuna watu wanaozuia, kuzuia sio kumeanza leo. Wanataka kukupinga? Hapana, kwa sababu mamlaka yatoka wapi? Hey, mamlaka zote zilizopo zatoka kwa Mungu wa... nenda na ndugu yako nenda na rafiki yako piga kura kama huna kazi ya kufanya rudi nyumbani kama una kazi zingine za kufanya nenda kafanye biashara yako lakini usishiriki kwenye kwenye vurugu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mani, itakuwa mbaya sana kwa, kwa mtu wa Mungu anaijua kweli alafu akaingia na yeye kwenye vurugu utampa wakati mgumu. Mtumishi wa Mungu anaanza kusema, naanzia wapi kwenda kumsaidia huyu mtu? Anaanza kuingia kwenye maombi mengine ambayo hayakutakiwa. Kumbe inatakiwa twende tuhamasishane wenyewe, tunaenda kupiga kula, tunarudi majumbani, tunatulia, au tunaenda kufanya shughuli zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amani tulionayo hii imejengwa kwa misingi ya maombi pia. Amani yetu ya Tanzania sio kama nchi zingine. Amani yetu ya Tanzania ni pamoja na maombi ambayo watumishi wa Mungu wanayafanya. Kwa hiyo tuendelee sana kuhakikisha kwamba tunailinda amani yetu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kwa sababu la sivyo hatuwezi kukusanyika kama tulivyokusanyika leo, kwa sababu tutakusanyikana hapa leo, lakini kuna mwingine anakusubiria pale nje kuangamiza, kwa sababu vurugu vime zikianza Hauwezi tukakaa hivi tukasemezana na tukasikiliza neno la Mungu, haitawezekana. Kuna mwingine atasimama pale, eti kwa sababu ya nini? Ya uchaguzi? Hapana, hapana. Sisi upande wetu tumejipanga vizuri kama serikali kuhakikisha kwamba tunalinda amani tulio tulio nayo.